Hello, karibu kwa Thodem Ministry. Nina shukuru Mungu kwa sababu yako na ninamtukuza sana uwepo wako na kwa namna ambavyo nazidi kuwa pamoja na sisi wakati wote. Mungu wakubariki sana. Ah, leo nimekuja na kitu ambacho nataka kukupe, naitwa Nguvu ya fikira zilizotiwa mafuta. Fikira zilizotiwa mafuta. Nguvu ya fikira zilizotiwa mafuta, au fahamu au akili iliyotiwa mafuta. Nguvu ya fikira zilizotiwa mafuta inamaanisha uwezo wa mtu kufikiri kwa msukumo wa Mungu. Maanake unaweza kufikiria nini kupitia Mungu? Um, kuna msukumo gani ndani yako wa kufikiria kupitia Mungu? Fikra ambazo hazitokani tu na akili ya kibinadamu, bali zinatokana na hekima ya kiungu iliyofunuliwa na Roho Mtakatifu ndani yako, yale maarifa ambayo unayapata uliofunuliwa na Roho Mtakatifu, ambao Mungu amempa Roho Mtakatifu ayafunua kwako uweze kuyaona, zile ndio tunasema fikra zilizotiwa mafuta. Kwa sababu gani? umefunuliwa na Roho Mtakatifu, na sio wewe mwenyewe uliyefikiria na ukafikiria tu ukapata. Hapana, lakini umefunguliwa na kufunuliwa na Roho Mtakatifu. Ukisoma kitabu cha Warumi mlango ule wa kumi na mbili mstari wa pili, anasema sifuatishe, namna ya dunia hii, bali mgeuzwe wa kufanywa upya nia zenu mpate kujua mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kupendeza na ukamilifu. Kwa nini mapenzi ya Mungu ambayo ni mema juu yetu, ya kupendeza na ukamilifu, ndio ambayo yanatusaidia sisi, tunafunuliwa siri nyingi za ufalme wa Mungu kupitia Roho Mtakatifu. Kwa hiyo unajua vitu vingi sana na unafahamu vitu vingi sana kupitia Roho Mtakatifu pale ambapo mapenzi ya Mungu ambayo ni mema yaliyokuwa juu yako yanafanyika kwa ukamilifu na kwa namna ambavyo ni, ni sawasawa na Mungu anavyotaka yeye. Kwa nini? Kwa sababu kama usipoifuatisha dunia au usipofuata mambo ya dunia, kwa maana nyingine, unaweza ukawa connected sana na Mungu na Mungu ndiye akafunua mambo mengi sana juu yako, siri nyingi sana zikafunuliwa yako sasa. Nataka nakupa mambo makuu matano ambayo yanapelekea nguvu ya fikra iliyotiwa mafuta kuonekana kwako na kukaa kwako. Namba one, namba moja ni tofauti kati ya fikra za kawaida na fikra zilizotiwa mafuta Uelewe tofauti kati ya fikra za kawaida na fikra zilizotiwa mafuta. Kwa nini nakwambia hivi? Fikra za kawaida zinatoka katika uzoefu, lakini fikra zilizotiwa mafuta zinatoka katika ufunuo. Uelewe hichi kitu kwamba fikra za kawaida ambazo unazo za kawaida ambazo umeshazoea ni uzoefu ule ambao unakuwa nao wale uzoefu ambao unakuwa nao wa kutembea, uzoefu ambao unakuwa nao wa kusoma, uzoefu ambao unakuwa nao wa kuimba. Lakini kwa sababu unapewa fikra zilizotiwa mafuta, maanake hizo fikra zinatoka katika ufunuo, unafunuliwa kitu kipya ambacho haukuwa nacho. That's why unaweza ukamwona mtu amepanda madhabahuni akaomba maombi magumu sana au akaimba wimbo ambao haujawahi kusikika kabisa sehemu yote ile. Kwa nini? Kwa sababu fikra zake zimetiwa mafuta. Bwana asifiwe sana. Na kama fikra zikitiwa mafuta, ni rahisi sana yeye kuperform kile kitu vizuri. Unahitajika kuelewa kwamba uzoefu wako unaweza kukusaidia kwa, kwa fikra za zamani lakini fikra ambazo zinafunuliwa kwako ni fikra ambazo ni kuu na sio za kawaida, kwa hiyo zinaweza zikakusaidia mambo mengi sana. Lakini pia fikra za kawaida zinachoka. Fikra za kawaida ambazo umeshazoea siku zote huwa zinachoka. Kuna muda unaweza kutafakari, akili yako ikachoka, pamu wako ukachoka, lakini fikra zilizotiwa mafuta zinazaa matokeo ya kudumu. Manake kitu ambacho kimetiwa mafuta huwa kinazaa tu, hakichokaki kwa sababu kimealalishwa na kimepewa nguvu ya kufanya. Kwa hiyo hakiwezi kikachoka kwa sababu kimepewa nguvu ya kufanya, power ipo ndani yake. Mithali ishirini na tatu mstari ule wa saba anasema hivi maana kwa aonavyo mtu nafsini mwake au moyo mwake ndivyo alivyo. Kwa nini? Kwa sababu akijiona amechoka atachoka kwa, ila kama ana fikra ambayo imetiwa mafuta, maana yake haiwezi ikachoka, itazaa matunda. Bwana asifiwe sana. Aa, na mbili kitu ambacho natakiwa kijue juu ya nguvu ya fikira zilizotiwa mafuta ni jinsi Mungu anavyowatia mafuta akili ya watu. Au kwa maana nyingine jinsi Mungu anavyomtia mtu akili yake mafuta kupitia maombi. Mungu huwa anatia watu mafuta. Mungu huwa anatia fikira za watu mafuta. Mungu huwa anatia za watu mafuta, lakini tafakari ya neno, kusoma neno na kulitafakari, lakini pia na utakatifu ha. Watu wengine uwaga wanasemaga kwamba wao si huku duniani hamna watakatifu. Mimi ni nikusaidia tukasome Zaburi ya kumi na sita kwamba na watakatifu wangu waliopo kule duniani, huwa dhei ni sisi wenyewe anas sana, lakini pia Roho Mtakatifu hubadilisha namna tunavyofikiri ili tulingane na akili ya Kristo. Kila ambacho nakifikiria kama ni kibovu, Roho Mtakatifu akiwa ndani yako anakibadilisha. Manake hapo unaelewa kwamba Mungu ananitiaje mafuta sasa kupitia Holy Ghost. Holy Spirit. Roho Mtakatifu akiwa ndani yako ujue kwamba Mungu anakutia mafuta na anakupaka mafuta ili kusudi uweze kufikiri yaliyo sahihi sawasawa sawa na Kristo anavyotaka ufikiri. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ni kitu ambacho unatakiwa ukifahamu na ukijue, sababu ni cha muhimu sana. Kwa hiyo ukifahamu, namba tatu, nguvu ya ubunifu wa kiungu, nguvu ya ubunifu wa kiungu kwa lugha nyingine inaitwa divine creativity. Unakuwa na divine creativity ambayo inakusaidia wewe, kila kitu ambacho ulikuwa unakihitaji kinapatikana kupitia ile nguvu, maanake inakuwa ndani yako, nguvu ambayo ni ya ajabu. Kila wazo linalotiwa mafuta lina uwezo wa kubadilisha maisha au kuanzisha huduma au biashara yenye athari, ambayo ile athari inakuwa ni chanya biashara ambayo inakuwa, huduma ambayo inakuwa, biashara ambayo inaendelea, huduma ambayo inaendelea, huduma inayogusa mioyo ya watu, huduma ambayo inagusa maisha ya watu. Kwa hiyo Mungu akikupa nguvu ya ubunifu ndani yako, maanake akizitia fikra zako mafuta, ujue kwamba ni lazima utapata kitu kipya tofauti na kila ambacho ulikuwa nacho. Ni lazima utaongeza kitu kipya tofauti na kila ambacho ulikuwa nacho. Ni lazima utaongeza jambo jipya tofauti na lile ambalo ulikuwa nalo. Kwa nini? Because you have divine creativity. Una nguvu ya ubunifu wa kiungu ndani yako. Ile nguvu ya kimungu ya ubunifu iko ndani yako. Kila ukibuni unabuni kitu ambacho ni kipya. Kila ukifikiri unafikiri jambo ambalo lina matunda na lipya, tofauti kabisa na watu wengine wanavyokutazama. Haleluya. Baadhi ya vikwazo vinavyozuia fikira kutia kutiwa mafuta, lazima ujue pia hii kuna vikwazo ambavyo vinasababisha mimi nisitiwe mafuta katika fikra zangu. Nafikiri mambo ya kijenga kijenga tu, nafikiri si usinzi, nafikiri mambo ambayo hayana maana mbele za Mungu, nafikiri tu vitu azambizaajabu ya kutosha. Vitu kama hivyo vinapelekia watu wengi sana wanashindwa kutiwa mafuta katika fikra zao wewe sababu wanakuwa vimekaa ndani yao. Na vikwazo vinavyozuia fikira zako kutiwa mafuta ni kama dhambi. Dhambi huwa inapelekea hofu, lakini pia kuiga watu wengine. Lakini jambo lingine, kutokutumia muda wako na Mungu, yani kutokuwa na muda na Mungu. Una muda na mambo yako, una muda na biashara zako, una muda na kazi zako, kila hauna muda kabisa ili jambo uwaga linapelekea fikra zako zisikiwe mafuta. Namba tano, namba mwisho, matokeo ya fikra zilizotiwa kafu maamuzi yanayoleta maamuzi yanayoleta matunda, uongozi <tipa> ulio na hekima ya juu na sio wa kawaida. Kwa nini? Kwa sababu ndani yako anakuwa amekutia mafuta na hayo mafuta yanakuwa ya kupeleka jinsi yeye anavyotaka. Bwana asifiwe sana. Mtu uh, mmoja alisha kusema kwamba when God anoint your mind, ordinary ideas become extraordinary solutions. Alikuwa anaitwa Bishop TD Jakes. Lakini pia akasema kitu kingine kwamba the greatest battlefield in the mind is mind but when the mind is filled with the anointing victory becomes your life of style, akimaanisha kwamba Mungu akitia mafuta mawazo yako, hata tatizo dogo linaweza kuwa nafasi kubwa ya muujiza ndani yako. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo isikupe shida wala isikuchanganye pale ambapo matatizo yanakuwa yanakusonga. Hayo ni mambo tu, yatapita ndugu. Hayo ni ya muda tu, yatapita. Hayo ni mambo tu ambayo dunia imejiwekea ili kusudi kuharibia ila Mungu anachokijua ni kwamba anataka kutia fikra zako mafuta mapya. Mungu anachokitaka ni kwamba akutie mafuta, roho yako itie mafuta, akili zako zitie mafuta, ili kuunganisha ulimwengu wa akili au fikra na upako wa Mungu au mafuta ya kiroho. Bwana asifiwe sana. Mungu wa mbinguni akubariki sana, na Mungu azidi kukulinda. Mimi sijui kama una kiu na shauku ya kutiwa mafuta katika fikira zako, uweze kuanza mambo ambayo ni ya Kimungu. Mungu, Mungu akupe hiyo neema katika jina la Yesu Kristo, Bwana aliye mwaminifu. Mungu akubariki, karibu THODEM Ministry. tuonane wakati mwingine.